Naambianga watu wa Central, kama kuna mkenya kabisa alizi mwenye afai kuongea kuhusu ukabila ni mtu kutoka Central, kwa sababu ukienda Turkana, yeye ndiye anaongoza biashara. Ukikuja hapa Eldoret, yeye ndiye anaongoza biashara. Ukienda kule Kisumu, yeye anaongoza biashara. Lakini unasikia kuna mwingine anasema sisi watu wa mlima, sisi watu wa mlima, msikuse mlima. Sasa unajindwa, unajua ujinga aina dawa eh dawa ujinga ni wananchi wamu wazeme na ndio mimi nataka niwaombe sisi wote kama Wakenya tushikane na tuungane. Na sisi uko na ile tamaa ya kusema ati rais akiwa yeye, sasa rais huyu ni wetu. Sino hapa nyumbani. Ile kazi anafanya Central, ile kazi anafanya hapa nyumbani, ile kazi anafanya huko kwa kina Tande, Kenya mzima ni same. Mtu akishachaguliwa unakuwa kiongozi wa watu wote. Huwezi kuwa kiongozi wa kona fulani so long as you are doing the right thing. Mwenyezi Mungu awabariki sana, asante.